Jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo DRC huenda ikakumbwa na wimbi jipya la machafuko kufuatia kurejea kwa Thomas Lubanga, mhalifu wa vita aliyehukumiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, katika ulingo wa siasa na uasi mashariki mwa nchi hiyo. Lubanga ametangaza kuanzisha harakati mpya ya kisiasa na kijeshi itwayo Convention for the Popular Revolution CPR katika jimbo la Ituri. Tangazo hilo limetolewa wakati ambapo jeshi la Kongo tayari linaelemewa na mashambulizi makali kutoka kwa waasi wa kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda, ambao wamekuwa akisonga kwa kasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hii si mara ya kwanza kwa Lubanga kuongoza kundi la waasi. Mapema miaka 2000 alianzisha Union of Congolese Patriots UPC, kundi la kisiasa na kijeshi lilohusika kwa kiasi kikubwa katika mgogoro wa Ituri. Mwaka 2012 Lubanga alihukumiwa kifungo cha miaka kumi na minne na ICC kwa kosa la kuhusika na uandikishaji wa watoto jeshini. Aliachiliwa mwaka 2020, kwa sasa anaishi nchini Uganda. Akiojua na shirika la habari la Reuters, Lubanga alieleza kuwa CPR ni harakati yenye sura ya kisiasa na kijeshi yenye lengo la kuleta amani Ituri, kwa kuhamasisha mabadiliko ya haraka ya serikali. Hata hivyo, alisisitiza kuwa kundi lake halijaanzisha operesheni yoyote ya kijeshi hadi sasa. Idadi ya wapiganaji na wadhibiti haijafahamika bado.